Ni kwa nini Iran akitengeneza nyuklia inakuwa ni kosa? Kwa nini anapigiwa kelele na mataifa makubwa? Wakati mataifa makubwa wao wana nyuklia na dunia inajua. Hili ni swali ambalo wengi wanajiuliza na mimi niko hapa leo kwa ajili ya kuelezea hatua kwa hatua. Hii ni Rachel Robin Online TV na mimi ni Rachel Robin. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata habari zangu kama hizi. Safari ya silaha za nyuklia ilianzia Ujerumani mwaka elfu moja mia tisa thelathini na nane wanasayansi wawili wa Hitler walipogundua kwamba wana uwezo wa kutengeneza silaha za nuclear, na mwaka thelathini na tisa wakaanza rasmi mchakato wa kutengeneza silaha za nuclear, na hapo ndipo vita ya pili ya dunia ikawa imeingia. Wakati wakiendelea hayo, Marekani naye akawa kashagundua na mrusi naye kashagundua kwamba hawa watu wanataka kutengeneza silaha za nyuklia. Kwa hiyo wakawa wamejikoke kulipua miundombinu kama hiyo ya nyuklia, kuchukua wanasayansi wa Hitler, kwa hiyo wakati wanapambana walikuwa pia bize kuhakikisha kwamba wanachukua wanasayansi wa Hitler. Wanasayansi wa Hitler iliwawia vigumu kukamilisha lengo lao la kutengeneza silaha za nyuklia kutokana na kwamba, kwa kuwa walikuwa vitani, kuna vingi walikuwa na vikosa, kama madini ya uranium ya kutosha na nini, utulivu, maeneo mengi walikuwa kwa kuwanarushiwa makombora. Kwa hiyo mengi sana yakawa yamewafanya wakashindwa kutimiza azma yao ya kuwa na silaha za nyuklia, na pengine wangekuwa nao, Hitler angesha alipua pengine Urusi au Marekani. Umeona, kwa hiyo ikawashinda. Wakati haya yanaendelea, Marekani naye akaanza projekti yake ya silaha za nuclear mwaka elfu moja mia tisa arobaini na mbili ambao aliiita Manhattan Project. Ilikuwa ni projekti ya siri sana, inasemekana hata makamu wa rais wa Marekani alikuwa hajui, ilikuwa ni siri kati ya rais pamoja na wanasayansi. Kwa bahati mbaya, Warusi tayari kumbe, wao walikuwa wanafahamu imajini Makamu wa rais wa Marekani inasemekana alikuwa hajui lakini Warusi tayari walikuwa wanajua na walishachomeka vibaraka katika hii project ya Marekani ya Manhattan Project. Kwa kila kichoko kinaendelea uh, dhidi ya Marekani na wanasayansi wa, uh, wa Marekani na wanasayansi wao na kila kitu juu ya kutengeneza silaha za nuclear. Mrusi akawa anaambiwa na, na majasusi wake walikuwa ndani ya hiyo project ya Manhattan Project. Ilibeba wanasayansi wengi sana unaona, kwa hiyo kumjua nani alikuwa jasusi hapa, anampelekea Mrusi taarifa ilikuwa ni kazi Akawa anajua yote yanayoendelea, na yeye kule akaanza michakato, vita ikiwa inaendelea, wakiwa nazidi kumpiga kum Hitra, walipokuwa wameingia ndani kabisa ya Ujerumani. Kwa hiyo kazi ilikuwa ni kupekua mambo ya Hitra ya nuclear na kuyabeba document na nini, hivi ndivyo inavyosemekana. Kwa hiyo mwisho wa siku warusi wakawa na wanasayansi wa Hitra wa Wamarekani nao wakawa wamejea wanasayansi wa Hitra wa walioenda kumsaidia marekani katika masuala mazima ya nyuklia pamoja na masuala mazima ya anga mrusi nayo hivyo hivyo katika masuala mazima ya teknolojia za silaha kwa hiyo hawa wote wakawa wamefaidika na wale wanasayansi wa Adolf Hitler hatimaye ilipofika mwaka elfu moja mia tisa arobaini na saba amini arobaini na tano mwezi wa saba marekani akawa ametesti silaha ya nyuklia kwa mara ya kwanza na ikaonyesha ufanisi Marekani katesti silaha ya nyuklia ambako tayari Hitler walikuwa ameshamwangamiza ikawa imebaki Japani, wakawa wamebaki na mjapani ikiwa kama ndo adui yao. Na Marekani hapo sasa alikuwa hajui kama Mrusi tayari anafahamu kwamba yeye anatengeneza silaha ya nyuklia. Kwa hiyo rasmi ka testi mwezi wa saba mwaka 45 ilipofika tarehe sita mwezi wa nane mwaka 1945 hiyo yani, baada ya mwezi akairusha pale katika mji wa Hiroshima pale Japan na kuwapiga wa Japani na silaha ya nyuklia kwa mara ya kwanza dunia ikashuhudia silaha za ya nyuklia ikitumika na jinsi na inavyoua, yani watu wakaishuhudia baada ya siku tatu, yani tarehe tisa mwezi wa nane mwaka 45, akarusha ya pili katika mji wa Nagasaki kwa hiyo bwana, katika hilo Warusi wakaona okay, mmetuzidi hapo, mmetuwai, lakini na sisi hatuko nyuma, na sisi tutatengeneza. Warusi nao wakaanza kutengeneza na wao wakafanikiwa kutengeneza na kutesti yao mwaka arobaini na tisa vita kuu ya pili ya dunia ikiwa imeisha. Baada ya hapo, Mwingereza naye akasema namisi baki nyuma. Mwaka elfu moja mia tisa hamsini na mbili Mwingereza ya naye akafyatua yake Mfaransa naye akasema ana misbaki nyuma, mwaka 1960 Mfaransa naye ya akafyatua yake. Na huyo mwaka 60 Mfaransa inasemekana akawa anamsaidia Israeli kwa kificho. Marekani akawa hajui kama Israeli anatengeneza silaha na yeye ya nuclear inasemekana, Israeli walimficha Marekani haswa. Marekani alikuja kustuka, nafikiri sijui, kuna kiongozi mmoja alienda alikuwa kwenye helikopta ndo akaona ile miundombinu kwa chini, yani kitu kama hicho. Kuna story Uh, siku nitakuja kuwasimulia ya jinsi Marekani alivyogundua kwamba Israeli nao wanatengeneza nuclear. Maana yake waliwaficha kabisa wa Marekani. Mfaransa, inasemekana ndio alikuwa anawasaidia. Kufika mwaka elfu moja mia tisa sitini na nne, mchi, uh, mrusi akaamua kumsaidia rafiki yake mchina kuwa na nuclear. Mrusi alimpelekea kila kitu mchina alichohitaji ili mchina naye awe na nuclear. Kitu kilichowakera sana wa Marekani. Umeona? Kwa hiyo mwisho wa siku kwa kwa Umoja wa Mataifa ulikuwa umeshaanza Umoja wa Mataifa wakaona sasa, hii mbio huku tunakuelekea, kila nchi itamiliki nyuklia kila nchi yenye pesa itamiliki nyuklia na itakuwa hatari kwa dunia, tuandae mkataba ambao utafanya kuweza kupunguza makali ya silaha za nyuklia. Wakaandaa mkataba unaoitwa Non Proliferation Treaty au NPT kwa kifupi. Ni mkataba ulioandaliwa mwaka elfu moja mia tisa sitini na nane ndio alisaini nchi mbalimbali. Nchi 191 walisaini. Uh, na alafu mkataba ulianza kufanya kazi rasmi mwaka elfu moja mia tisa sabini. Nchi tatu zilikataa kusaini huu mkataba. India ilikataa kusaini, Pakistan ilipoona India kakataa kusaini na wao wakaona na sisi tunakataa kwa sababu India ni adui yetu, kama atakuwa na nuclear na sisi tunataka tuwe nayo. Israeli pia alikataa kusaini kwa sababu kama nilivyosema tayari, yeye alishatengenezewa kisiri na Mfaransa. Hakuwahi kutamka kama anazo, kwa hiyo mpaka leo yeye kawekwa kwenye kitanzi kwamba yani, kutamka atakiwe kutamka kama anazo kisheria, lakini anazo. Huu mkataba unasemaje? Huu mkataba unasema, unasema kwamba ni nchi tano tu ndo zinazoruhusiwa kuwa na nyuklia yani China, Mrusi Marekani, Mfaransa na Mwingereza ndo wanaruhusiwa kuwa na nyuklia, kwa sababu hawa tayari walikuwa na nyuklia kabla ya huu mkataba kuandaliwa mwaka sitini na nane. Kwa hiyo hawa wanaruhusiwa kuwa na nyuklia, ila mkataba unasema wanatakiwa wapunguze uzalishaji wa nyuklia, ikiwezekana waangamize kabisa nyuklia zao, lakini kitu ambacho hakiwezekani. Hizi ni nchi maadui na nyuklia ndio silaha pekee ambazo zinawalinda ili wasilipoane wao kwa wao. Kwa hiyo wanazidi kutengeneza na wanazidi kutengeneza kali zaidi kila siku, badala ya kutaifisha. Pia mkataba huu unasema kwamba haukatazi nchi kuwa na nyuklia, lakini ziwe ni nyuklia kwa ajili ya nishati. Siku hizi watu huo wanatumia vinu vya nyuklia kwa ajili ya kuzalishia umeme. Kwa hiyo kama unataka kutengenezewa vinu vya nyuklia kwa ajili ya kuzalishia umeme haukatazi, lakini isiwe kwa ajili ya kuzalishia silaha kama nilivyosema India walikataa kusaini huo mkataba. Kwa India, ilipofika mwaka sabini na nne wakawa na silaha za nyuklia. Warusi waliwasaidia kuwa na silaha za nyuklia. Rusi alimsaidia Mchina na Muhindi kuwa na silaha za nyuklia. Kwa hiyo Muhindi naye akajitangaza rasmi na nyuklia mwaka sabini na nne. Ilipofika miaka ya themanini, Afrika Kusini kwa sababu ilikuwa inatawaliwa na wazungu na wenyewe nao na wakawa na nyuklia. Inasemekana walisaidiwa na Israeli miaka ya themanini. Ilipofika mwaka tisina moja Afrika Kusini, wale wazungu waliona kabisa kwamba hapo tunaondoka madarakani waka, inasemekana wakaona hizi nuclear tukiwaachia waafrika wakina Mandela itakuwa si poa, tusitaifishe. Ikawa ndio nchi ya kwanza iliyokubali kutaifisha silaha zake za nuclear bila kushurutishwa na mtu. Pakistan alipoona India naye ina nyuklia toka mwaka sabini na nne, na wao wakaanza mchakato, wakaona inawezekana India anaweza kutulipua sisi sisi na nyuklia, na sisi tuwe na nyuklia. Rasmi mwaka tisini na nane Pakistan nao wakawa nuclear power. Pakistan ni taifa la kimaskini, watu wakajiuliza wanapata wapi hela za kutengeneza silaha za nyuklia. Kuna wengine wanasema fununu, hakuna uhakika. Kuna wengine wanasema Saudi Arabia ndio yuko nyuma anawafadhili na vitu kama hivyo. Kwa nini Saudi Arabia? Atapata nini Saudi Arabia? Kasaini ule mkataba wa NPT ya ruhusi kuwa na nyuklia. Kwa hiyo in case uh, Pakistani akiwa na nyuklia siku, Saudi Arabia labda akataka kupigana na Iran ambayo inasadikika na nyuklia au tayari ana madini yote na kila kitu cha kutengeneza nyuklia ndani ya wiki moja, basi Saudi Arabia anaweza kuchukua nyuklia za Pakistani zikahamishiwa Saudi Arabia. Ndiyo inawezekana kuhamishiana nyuklia, Wamarekani wanafanya na Warusi wanafanya, kwa hiyo hata wao wanaweza wakafanya Mwaka elfu mbili na sita Korea ya Kaskazini wakawa nao ni nuclear power, na wakaja wakajitoa mwaka elfu mbili na tatu walijitoa, Korea ya Kaskazini katika ule mkataba wa NPT walipojitoa mwaka elfu mbili na sita wakajitangaza wana nuclear. Umeona eh? na Libya pia inasemekana walikuwa na nuclear Gadafi, lakini inasemekana aliwasikiliza wazungu akakubali kutaifisha, na hiyo ilikuwa ni kosa kubwa sana alilolifanya watu wanasema, kwa sababu ikawa imekuwa rahisi kumvamia. Kwa hiyo haya ndo masuala mazima ya nuclear. Sasa kaa nami katika sehemu ya pili tuelezane sasa uh. Kwa hiyo hii ndio sababu kwanza kabisa, hii ndo sababu rasmi inayomfanya Iran agombezwe kuwa na nyuklia, kwa sababu alisaini mkataba wa NPT. Sehemu ya pili tunaingia, si ya kukosa